Kosa ambalo wamama wengi wanaojifungua kwa mara ya kwanza wanalifanya ni kosa la kwenda hospitali mapema sana. Unapoenda hospitali mapema sana, hii inakusababisha kwamba unaingiliwa kimatibabu mara kwa mara na muda mwingine sababu zinakuaga sio za msingi. Kwa hiyo unakuta mama anayejifungua kwa mara ya kwanza, mara nyingi hawa mama wanakuwa hawajui uchungu ukoje hajui afanye nini, kunakuwa na wasiwasi na excitement vyote vimechanga- vimechanganyana. Kwa hiyo unakuta anakuwa hajui kupima uchungu yuko hatua gani, na labda hakuwa na mwongozo sahihi, kwa anaenda hospitali mapema, na ina- inaweza ikasababisha matatizo ukienda hospitali mapema. Sasa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mama anayejifungua kwa mara ya kwanza ni kujua hatua za uzazi na jinsi ya kupima uchungu na kujua yuko kwenye hatua gani, afanye mambo gani, na aende hospitali saa ngapi. Lakini pia kutafuta, kujua kutafuta faraja ya kimwili na kiakili. Ukijua kutafuta faraja ya kimwili na kiakili itakusaidia wewe kuelewa ni jinsi gani uchukulie uchungu kwa kipindi chote. So kama unataka kuelewa zaidi kuhusu hatua za uchungu na saa ngapi uende hospitali na ufanyaji ukiwa katika hatua hizi eh, angalia video hapa chini, nimekuwekea nenda ukajifunze.